Mpenzi mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, tumepata ugeni hivi, kama unavyoona wageni kutoka chuo kikuu cha St. John's pale Dodoma na hapa tunaye mwalimu mlezi ambaye ameandamana na wanafunzi hawa waliokuja kutembelea hapa seminari kuu ya mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Anajisikiaje ugeni huu kwetu? Sisi ni furaha, lakini yeye amejisikiaje kusali pamoja nasi masifu ya jioni, lakini maabudu na mambo mengi ambayo wanayapata katika eneo hili? Karibu. Asante, naitwa Mr Nyakwaka, katibu wa mashauri ya jimbo la Dodoma, lakini pia ni mlezi wa kwaya BMW. Nimejisikia nimejisikia faraja, nimejisikia amani nimejisikia kila aina ya upendo kufika katika chuo hiki na seminari hii ya Kipalapala, kwani tumekaribishwa vizuri lakini pia tumeweza kushiriki nao masifu ya jioni kwa namna ya pekee. Tumepata baraka nyingi, tumepata furaha kuungana na mafrateli na mababa na kila mtu ambaye tumeweza kukutana naye katika eneo hili. Na kwa kuwa ilikuwa ni mara yetu ya kwanza, tumeonja upendo mkubwa kwa yale ambayo tumeweza kuyafikia na kufanya yote kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Willibrod, ni makamu mwenyekiti wa kwa ya Bikira maria Mpalizo wa mbinguni, chuo kikuu cha St. John's University of Tanzania kipo Dodoma kikuyo. Kwa kweli tunafurahi na tunamshukuru Mungu kufika hapa seminari ya Kipalapala, tumejifunza mengi binafsi, nilivyokuja sifo sana nilivyotoka Tunamshukuru Mungu, tumejifunza mengi. Tutaendelea kuwatembelea pale ambapo Mwenyezi Mungu atatujalia, lakini pia tunawaombea kila siku, Mungu awasaidie kukamilisha yale matamanio yenu kwa ajili ya kanisa zima. Asanteni, Mungu awabariki, tunawapenda sana. Naitwa Sister Maria Epifania Buzune, kama mlezi wa kwaya ya BMM, lakini pia mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John Dodoma. Kwa kweli tunafurahi sana kufika seminarini hapa, kwanza kuwaona vijana wengi ambao wamejitayarisha kwa ajili ya upadri. Tunaendelea kuwaombea ili kanisa liendelee kuwa na wafanyakazi wengi ambao wataendelea kumtukuza Bwana kupitia wito huu wa padri. Tunaendelea kuwaombea, Mungu awajalie kile ambacho mnakitamani kufikia nia yenu na tamanio lenu la kuwa mapadri wema na watakatifu. Binafsi nimefurahi sana kukutana na vijana wenzangu hapa ambao wanaendelea na utume wao kwa seminari. Nimejifunza vitu vingi, hasa katika swala la, la utume na uimbaji. Pia nimejifunza vingi sana kwenye ishi ya mazingira na kila kitu, na promise na mimi na kwenye familia yangu ikitokea siku moja mtoto naye atajiunga. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu Simtuombaa katika shida zetu, kutoka siku zote, mdiatoni a katarimi yeah. Webe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Bwana awe nanyi na aweawalili awe nakuabariki, Mungu Mwenyezi Baba, na Mwana, na Roho